A ah, moja inasema hivi, kutakuwa na mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali ya Jamhuri ya Muungano na, yeah, kabisa mm. Na nataka niseme kitu chengine mm, mkaguzi mkuu wa serikali mm, peke yake, mshahara wake unatoka directly kutoka Eh, consolidated fund Mdip. bila ya kupita masharti yote mengine kwa sababu hey. Serikali yes, serikali inaweza kumstopisha hey, inaweza ikasema kwamba eh uh, hey. hey, kwamba bwana tumkate mshahara mm, no, mshahara kwa hiyo kwa hiyo tuseme hivi Profesa Sadi, yani lazima mshahara alipwe uko sawa kwa sawa yuko kwenye kwenye, kwenye m... si uh, lakini mkaguzi mdhibiti na mkaguzi mkuu hmm, wa serikali hawezi kumkata mshahara na pia majaji hawawezi kuwakata mshahara kwa sababu pesa zao zinatoka kikatiba chini hmm, ya katiba zinatoka directly kutoka consolidated fund, sio lazima ziombe hmm. Sasa endeleeni kuzungumza ili mta okay. kwenye okay. sasa hapa kuna hmm. tunarudi kidogo kwa ile ambayo tumezungumzia.